Ini utumie dawa inaitwa stomach acids kwa ajili ya kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Cha kwanza, inafanya detoxification ya tumbo lakini ina, na namba mbili ina zinki ambayo inaenda kukausha vile vidonda vilivyosababishwa na H. pylori. Namba tatu, huwa inaua kabisa wale wadudu, inaweka uwiano sawa wa bakteria wazuri wanaopatikana kwenye kuta zako za tumbo, lakini namba nne, huwa inalijenga tumbo lako upya kwa ajili ya kuongeza kinga kwenye kuta zako za tumbo na kuongeza mucus membrane kwenye tumbo tumbo lako ili lisiweze kupata majeraha tena. Kwa hiyo ukishaitumia hautasikia gesi, hautasikia kiungulia, hautapata shida ya choo, hautapata maumivu ya tumbo usiku, hautapata maumivu ya tumbo asubuhi. Ni kwa nini? Kwa sababu chanzo kitakuwa kimeondolewa. Chanzo ni H. pylori, chanzo ni acid reflux. Kwa hiyo kama bado unateseka na vidonda vya tumbo, kama bado unateseka na acid reflux, wasiliana na Dr. Jimmy leo ili kuweza kupata msaada zaidi. Vidonda vya tumbo vinatibika. H. pylori anatibika. Ni mdudu hatari sana, ambaye anazuru matumbo yetu. Kama unaswali lolote, una changamoto ya kiafya, wasiana Dr. Jimmy leo kwa msaada zaidi. Karibu.